kilijulikana kwa mambo mawili uzuri wake wa asili na hekaya ya nyumba ya milango kumi na tatu. Nyumba hiyo iliyotelekezwa kwa zaidi ya miaka ishirini ilikuwa imezungukwa na mizinga ya nyuki pori, nyasi ndefu zilizokauka, na ukimya mzito wa kutisha. Wazee wa kijiji walikuwa wakisema, ukiufungua mlango wa mwisho kumi na tatu, roho yako haitakuwa yako tena. Lakini vijana wa sasa hawakuamini mambo ya zamani. Na hapo ndipo hadithi hii ilipoanzia, wakati watu wanne walipoamua kuivunja amri ya kimila. Kelvin, kijana wa Kitanzania mwenye akili ya kisayansi na mwili uliojengeka, alirejea kutoka chuo cha teknolojia Arusha akiwa na matumaini ya uji. Lakini alikumbwa na kizunguzungu cha hofu aliposikia kuhusu nyumba ya milango kumi na tatu. Ni hadithi tu. Labda kuna kitu cha kisayansi huko ndani, alisema kwa kiburi. Lina, msichana mwenye sura ya kupendeza, macho ya kina na tabasamu la kuvutia, alijua si busara kwenda kule, lakini alipata ndoto za ajabu kila usiku, akiitwa kwa jina lake, sauti ya kike ikilia kwa majonzi nyuma ya mlango wa kumi na tatu. Alikuwa amevaa leggings nyeusi na blouse ya silk ya blue, macho yake akionyesha ya hofu iliyojificha. Timo, kijana mrefu mwenye tabia ya kimya, alipenda kupiga picha za maeneo ya kihistoria alikuwa akivalia cargo pants ya kijivu na hoodie nyeusi iliyomficha nusu ya uso wake. Kamera yake kubwa ilikuwa imemletea umaarufu Instagram, lakini sasa alitaka picha ya elegende, nyumba ya laana. Mariamu, msichana mwenye akili na usiri mwingi, alisoma vitabu vya kale na kutafsiri maandishi ya kimila. Alikuwa wa kwanza kugundua kwamba mlango wa kumi na tatu haukufunguliwa kwa funguo ebali kwa sauti ya roho ya mtu alivaa suruali ndefu ya ngozi laini na top ya mikono mifupi. Alitembea daima na daftari dogo la maandishi ya kale. Usiku wa mwezi mpevu, wanne hao walikusanyika nje ya nyumba ya milango kumi na tatu. Kila mlango uliofunguliwa ulitoa harufu tofauti. Wa kwanza ulitoa joto la jua, wa pili harufu ya mtano, ukaachia sauti ya mtoto akilia. Wote walishindwa kuelewa kinachoendelea, lakini walivutiwa kuendelea mbele. Mara walipofika mlango wa kumi na tatu, mlango huo haukuwa na kitasa, lakini ulikuwa umechorwa kwa maandishi ya kale yanayosema, mimi ndiye mlango wa mwisho, ndani yangu hakuna kurudi. Mlango ulipofunguliwa, giza lililokuwepo halikuwa la kawaida. Halikuwa giza la macho, bali la nafsi. Kila mmoja alianza kusikia sauti tofauti. Kelvin alisikia baba yake aliyefariki akimwita. Lina alisikia sauti yake mwenyewe akilia. Timo aliona picha zake zikichomeka kwa moto, na Mariamu aliona maandishi yake yakigeuka kuwa damu. Ndani walikuta kioo kikubwa kilichofunikwa kwa pazia jeupe. Mariamu alisogea mbele na kukifunua, lakini kilichoonekana hakikuwa taswira zao, bali wao wakifa, kila mmoja kwa namna ya kutisha. Timo alipiga picha na kamera yake ikapasuka vipande saba. Alikimbia kutoka ndani.